Tisuna. Mitihani ya KCSE imeanza bila tashwishi katika kaunti ya Nyamira, huku watahiniwa 21,611 wakitarajiwa kufanya mtihani huo katika vituo 195 katika kaunti hiyo. Akihutubia wanahabari wakati wa kufungua kasha la mtihani huo nje ya makao makuu ya kaunti ya Nyamira, Kamishna Erastus Mbui amethibitisha kwamba hakujatokea tatizo lolote kuhusu mtihani huo kufikia sasa. Tuko na candidates elfu ishirini na moja mia sita na kumi na moja, moja. Wakiwemo wasichana elfu kumi, mia nane thelathini na mbili na pia uh, wale vijana wa kiume uh, ni elfu kumi, mia saba sabini na tisa uh, vituo ni mia moja tisini na tano uh, ikiwemo vinne vya kibinafsi na mia moja na tisini na moja ambavyo ni vya umma. Kwangu ni kuhimiza tu hiyo mambo ya integrity, kwa vile hiyo ndio imekuwa changamoto. Na ndivyo tunaomba sana uh, walimu wetu supervisors, invigilators wahakikishe kwamba maadili imefanyika vizuri ili tusiwe na ile mambo ya kukimbia hapa na pale kama vile tumekuwa tukifanya miaka iliyopita.